Shukurani tu ni mshukuru Mungu kwanza kabisa kwa ajili ya maisha ya mama yangu, lakini pili niwashukuru sana sana. Nashukuru mkuu wa mkoa, mimi nafahamu wingi wa majukumu yako. Nashukuru sana, ulikuwa una uwezo wa kumtuma mtu, ulikuwa una uwezo wa kutuma pole, ulikuwa una uwezo wa kuniambia pole tu na ikaishia hapo na ningeridhika, lakini umeacha, umekuja mpaka hapa. Mungu akubariki sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini niseme kwamba wakati mama anaumwa mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa hakuwahi kuninyima ruhusa hata siku moja na alikuwa akiniruhusu kwa moyo ambao mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu najua kwamba nimeruhusiwa kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa umetoa sadaka kwa wilaya yangu. Nakushukuru sana. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wenzangu, ninajua kwamba mnataka kuja wengi na wengine wako njiani jiani ninawashukuru kwa jinsi ambayo mmetukimbilia familia. Nawashukuru sana wananchi wa hapa Dawari kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Ninafahamu nyote mlikuwa mnatamani kumuona mamania anarudi. Aliondoka miaka nane kama si kumi iliyopita, hapa sote tulikuwa tunamatumaini mtuongea mtu lakini amerudi kwa baba yake, na sio hapa. Sisi familia tuna uchungu sana, na kama tusingefarijiwa na watumishi wa Mungu kama jinsi ambavyo mnaona hapa, uhakika ni kwamba tusingeweza hata kuongea hapa. hapa hapa tunatamani angekuwepo. Na alikuwa mkali kweli, nafikiri wananchi hapa wanajua, hapa kijijini hakuna mkali kama wananchiwhap, hakuna, na ndio maana aa vizuri alifanya mengi na turulii jana tulimwaga Dar es Salaam. Nishukuru sana Kanisa la Kijili la Kiluteri Tanzania kwa jinsi ambavyo sadaka ya mama huyu imeonekana jana Kijitonyama, tulimwaga na alirushwa live stream akaonekana kwenye nchi zaidi ya kumi na saba, sio Tanzania tu, lakini yote hayo ni sadaka na utumishi aliofanya. Mungu ameamua kumheshimisha na yeye. Yote aliyoongewa hapa leo si kwa sababu ya mtu yoyote, ni kwa sababu yake. Uongozi wa kanisa, narudia tena kushukuru. Naomba mnipelekee salamu nyingi sana kwa baba askofu, kwamba familia, mimi nimesimama kwa niaba ya familia sio mkubwa, na kwa sababu mchungaji alisema bila shaka atakuwa. Sasa yale ni maagizo, wakubwa wakaniambia nenda kaongee kwa hiyo ninaongea kwa wa niaba ya wakubwa, wameshukuru sana jinsi ambavyo kanisa limekuwa pamoja nasi katika nyakati zote. Mamania alishiriki sakramenti takatifu siku nne kabla hajaondoka, na kabla hajaondoka yuko mtu mmoja ambaye alikuwa muhimu kwake saa nyingine kuliko hata sisi familia, na nisipomsema hii dhambi sitakuwa na mahali pa kwenda kuitubia ninamwomba mama, ni anaitwa mama Mwajuma asimame. Na kabla mama hajaondoka, alimuaga amegeuza kwa mara ya mwisho, na ndio ilikuwa mara ya mwisho kweli. Mama Mwajuma, Mungu atakulipa, sio sisi, hatuna cha kukulipa. Lakini pia niwashukuru, nianze kwa kumshukuru, kumshukuru shemeji yangu mama Grant. Mama granti wangu usimame. Mama granti naomba usimame. Amekaa na mama kwa muda mrefu sana, wakati mama naumwa, na alifanya kazi kubwa ambayo sisi watoto wake wakati mwingine tunaona, kwa sababu ya naanaona atunachofanya hatuwezi. Mungu atakubariki sana shemeji yangu. Lakini mna mke wangu Raheli, ni naomba usimame, jamani huyu nashindwa hata kusema kwa sababu Mungu alimpa neema, na wa wazazi wangu wote wawili kuondokea mikononi mwake. Mama aliondoka mbele ya macho yake, baba aliondoka mbele ya macho yake. Hatuna cha kuwalipa, Mungu wabariki mke wangu, kubariki sana. Ninakutangaza po, nakuheshima kupenda mbele ya wa wati huu familia Wadogo zangu wa kike, naomba msimame t. Hawa walikuwa wakakomaa wakawa watu wailia mama, ndio walikuwa wa kwanza kujua mama anaona mresi vipi, wanafanya nini, mpaka mama lutoanya hali ngumu akarudi akawa kawaida. Natuaa na matumaini siku moja tutarudi huko nyumbani, mungu atawatunza wadogo zangu. Wakiume msimame na wake wakezeu, shuru mama, naomba niseme, hawa na wake zao, kila mmoja kwa sehemu kubwa walifanya jambo kubwa kwa ajili ya mama yetu, lakini Mungu amempenda zaidi, ni nimkale ana mwili ule bora kuliko ule aliyokuwa nao, na mchungaji amerudia kusema tena hapo, ninajua, inajua mama yangu ameenda, ameenda mbinguni naishi kiwamamatumaini hayo katika jambo mgumu, ni kuwashukuru watu. Watu wamesafiri kutoka Moshi, ninawathamini sana. Nimewaona kutoka Lushoto kwa makundi yenu, wote kutoka maeneo mbalimbali ya Tanga, kutoka Kagera. Mheshimiwa DC mmoja ametoka na mtumbo tangu juzi, yuko njiani, mwingine sijui wametoka wapi.